Nywele zako za mbele ni zimekatika, imefikia time umekata tamaa, unataka kunyoa nywele zako zote? Hapana, usifanye hivyo. Mimi ni mhanga, na pamoja na hiyo tatizo limeitatua kichwani kwangu na ninapoelekea sasa hivi, naendelea kufurahia nywele zangu. Kwa hiyo, tazama mwanzo mpaka mwisho wa video hii uweze kuona nimefanya kitu gani, nawe pia uweze kufanya ili uweze kufurahia nywele zako. Mambo vipi? Karibu tena kwenye chaneli yangu. Okay, kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, mimi hapa naitwa Grace Bimz. Chaneli yetu inahusika na urembo asili, kuanzia nywele na ngozi ya mwili mzima. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu hii, kitu cha kwanza kabisa please na kuomba usubscribe, ili uweze kupata video zetu zote ambazo tunazitoa mara kwa, mwa, kwa mara, sawa eh? na kama wewe ni mwenyeji basi karibu tena guys. Jamani, Najua wengi tunapenda kuwa na nywele zenye afya, nywele ambazo zinavutia kichwa kizima na nywele nzuri, lakini kuna changamoto kubwa sana ya kukatika kwa nywele za mbele, sawa eh? So leo nimekuja kuelezea sababu kuu ambazo zinafanya nywele zikatike kwa mbele na namna ya kufanya ziote tena. Upo tayari kujua sababu hizo? Basi angalia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kwanza kabisa nikwambie kwamba mimi hapa ni muhanga namba moja wa hilo swala kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Hiyo uh, jambo limenitatiza sana limeniumiza sana kwa sababu uh, mimi mapao nimejifungua, nimepata mtoto. Kwa hiyo baada ya kupata mtoto mwezi wa kwanza wa pili wa tatu na wa nne, nywele zangu zikawa ziko sawa kabisa, lakini kwa sababu mwezi wa nne mpaka mwanangu sasa hivi ana miezi saba, nane, nywele ndo zikaanza kukatika. Zimekatika sana kiasi, yaani kwamba huu mstari wa mbele huu mnavyouona huu, huu, hapa pote pakuwa ni kipara. Kipara kabisa, yaani nilikuwa nikifumua, kwenye video hii picha nilipiga mwanangu kwa miezi mitano au sita mitano. Unaona nywele kinywele cha njia ngapi? na mpaka mwezi wa kwanza, ndakuja kwa wapeni tena mrejesho. Nywele zangu ndo zinarudi, ndakuja tena kwa wapeni mrejesho, je nimefanyaje? Angalia sasa. Basi, kukatika kwa nywele za mbele kunasababishwa na vitu mbalimbali mbali, lakini vitu vi, vikuu ni viwili ambavyo vinafanya nywele zikatike mbele ni vya kujitakia na vya sivyo. Ambavyo sivyo vya kujitakia, si ndio ndazo eh? Na ambavyo ni vya kujitakia mm? Watu wengi sana mnapitia changamoto kwa sababu mmependa wenyewe kufanya vitu kama hivyo. Cha kwanza kabisa kusuka mitindo hatarishi. Jamani, kuna style kwamba hizi nywele za mbele ni nywele laini zaidi ya nywele zote kichwani, nywele nyepesi zaidi ya nywele zote kichwani, nywele weak zaidi ya nywele zote kichwani. Ndiyo maana zinaitwa baby hair wherever nywele za mbele, ni nywele, uh, baby hair. nywele kama vile za kitoto yani ni nyepesi zaidi, zitunzwe kwa bidii zaidi ya nywele zingine zote kichwani. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni kusuka mitindo hatarishi, unavyosuka mitindo ya kuvuta nywele hmm? Kwa mfano labda vitungu, kwa mfano labda crochet, kwa mfano stari mbalimbali, nadhani nazijua zile uzi za kubana. Matokeo yake hizi nywele zinavuta, na kwa sababu ni nyepesi by nature, lazima zikatike. Isho wetu wengi sana mnakifanya na ninajua na kabisa. Yaani ni kama mtu anafanya makusudi na anajua kabisa. Kimoja yeye anasema, "Ha, ah, yani ni ujuru si niwe jamani zimenikatia nywele zangu. Napenda kuzisuka kidogo zinanikatia nywele za mbele zinaisha zote." Kumbe unafahamu lakini unafanya, acha mara moja. Na kama zimeharibika kwa sababu hiyo, basi takupa namna ya kufanya ili ziweze kuota tena. Sawa? So, eh, kitu cha pili ambacho kinafanya ni zikatike sana ni jeli, jamani. Wale ambao mnatumia jeli ambao zina alcohol, jeli ambao zina sulfur, jeli ambao zina ma kemikali mbaya mbaya, kulaza hizi malaika zako, tarajia nywele zitakatika sana, mm. Jeli sio salama hata kwenye nywele, nywele zetu za kichwani hizi. Ndio usitumie jeli mara kwa mara, especially hizi jeli ambazo sio za asili, jeli ambazo sio organic. Ukitumia jeli ambazo ni zina kemikali mbaya mbaya kichwani tu penye kwenye nywele za kawaida, nywele zako zitakatika, zitakamaa, zitakuwa nyekundu, zitaharibika. Sasa so imagine jeli hiyo utumie kwenye hawa malaika, mm? Kifuatacho nini? Ni kukatika kwa nywele, ni zitakatika na zitaisha. Kwa hiyo jeli ni adui yako kwenye mhao malaika wako, sawa mpendwa? Najua mnapenda kupendeza, lakini ntafuta namna nyingine ya kupendeza. Nakuja kuelezea siku nyingine namna ya kupendeza bila kutumia majeli jeli, sawa eh? Kitu kingine ni kufunga sana scarf, maybe kitambaa mara kwa mara, unafunga unakata sana hapa hapa. Hizi nywele ni nyepesi, ndio maana tumeitwa baby hair malaika Yani unavyokuwa unazifunga leo, kesho unazifunga unakaza, kesho unazifunga unakaza, unazionea. Zinakuwa dhaifu, hazikui vizuri, hazijiachie, hazipumui, hazipati hewa, hazipati unyevu wa kutosha, hazipati nini. Yani zimefungiwa tu hivi hivi hivi hivi, matokeo yake ni zitakatika. Maskini zinaishiwa nguvu, zinakati na katika. Kubandika mawigi mara kwa mara, jamani, mnabandika mawigi mara kwa mara, mnazionea hizo nywele zenu za mbele eh. Yni, unazionea sana, matokeo yake okatika. Kwa sababu nyingi, ambazo mbele zinafanya zikatika ni sababu za kibinadamu. Ndio, sababu zingine ambazo sio za za kujitakia mwenyewe na sababu ambazo hatujitakii, kwa mfano mabadiliko ya hormones, mabadiliko ya hormone mwilini especially kwa wanawake sisi ambao tumetoka kujifungua. Hayini, hatuna namna ya kufanya, hauwezi ukafanya, sidhani kama kuna namna unaweza protect sawa so, utakula vizuri utakula protini, lakini kuna namna mabadiliko ya, ya homoni mwilini itasababisha tu nywele zikatike, si ndio? Eh, hauna cha kufanya na ukizingua zitakatika zaidi. Sasa hapo ndio unataka upambane nazo upambane nazo sawa, hiyo eh? Ndio sababu ya pili, mabadiliko ya homoni, hatimaye nywele zinatoka zenyewe, unatuza una nywele zako, kama nashangaa, ukienda kutoa hivi zinatoka na zenyewe, kufanya hivi zinatoka na zenyewe. Kwa hiyo inauma, lakini usijali kuna namna ya kufanya. Ni namna gani? Angalia video hii. Kwa hiyo, mpendwa, kama we ni muhanga wa hilo sala, basi usinyoe nywele zako. Cha kwanza kabisa naomba ujue kitu gani ambacho kimekufanya nywele zako zikatike. Kushajua tatizo, ndio utajua namna ya kutatua. Sawa eh, kama ni kusuka sana, staili ya palishi, acha kwanza kufanya hivyo. Kama unavaa mawigi sana, basi pumzika. Kama unafunga sana vitambaa, basi usikaze sana. Kuna wenzetu maybe ni Muislamu, unafunga, lakini usikaze sana sehemu ile. Legeza kidogo sawa eh. Kama natumia sana jeli kumzisha hao malaika, jamani wapumua. Sawa eh? Cha kwanza ni hicho. Sawa eh? Na kama ni mtu kama mimi ambaye kwa sifanyi hivyo vyote lakini zimekatika kwa sababu ya matatizo, mabadiliko ya mwili, basi unatakiwa ufanye ifuatavyo. Usijue tatizo what? Tutakiwa ufanye ifuatavyo. Cha kwanza kabisa, hakikisha hii sehemu hii ya mbele, hii ambazo zimekatika hii, inapata unyevu wa kutosha. Sawa eh? Make sure unapata unyevu wa kutosha. Spray maji kila siku, endapo Mungu unapospray kwenye nywele zako hakisha hapa maji yanapita vizuri ya kutosha. Sasa sio maji pekee, maji ya chai, hair growth tea, maji ya mimea. Sawa eh? yote hivyo sisi tunaviuza kwa bei nafuu sana, utapata kwa kupitia namba zetu ambazo zinapita hapo juu. Ushaspray maji, paka leave-in conditioner. Unapopaka leave-in conditioner kwenye nywele Paka leave in conditioner na kwenye malaika hawa, sawa eh? Unapaka leave in conditioner na vizuri. Ukishapaka leave in conditioner unapaka mafuta bora ya kukuza nywele, sio bora mafuta, sawa, kwenye kwenye nywele zangu na kwenye malaika, ili malaika wapate unyevu kwa urahisi na pia vitundu viweze kupitisha nywele kwa, kwa urahisi napaka na shea butter hapa, nimemaliza. Baada ya hapo lazima mjifanyie massage hivi. Unajua kwa nini nafanya massage? Unasaidia mzunguko wa damu kichwani ufanye uende vizuri, lakini pia unasaidia hivi vitundo ambavyo vinapitisha nywele chini hivi viweze kupitisha nywele vizuri, nywele ziweze kutoka vizuri. Kwa hiyo inakuwa ziko wazi na nywele zinapita vizuri. Hata kama nywele kwa haitaki kuota vizuri lakini unaisumbua, unaisumbua, unaisumbua na unaisumbu, unapitisha hivi vitundo basi nywele zinapita vizuri, zinakutana na mafuta bora, zinakutana na bidhaa bora. Zinaanza kutetena. Hicho ndo kitu cha kwanza mpenzi wangu, sawa? Kitu cha pili ni steaming. Unapokuwa unafanya steaming, hakikisha ul, inagusa hapa. Weka steaming ya kutosha maeneo haya. Paka steaming yako vizuri hapa, jamani, hapa, eh? Kwenye hawa malaika ambao kwa wamekatika. Paka steaming jamani. Mimi hawa hapa malaika wangu hao wamerudi, si ndio? Sasa hivi nishikika sana nywele. Na sijachukua hata muda mrefu kuotesha nywele. Ni kupambana na unyevu. Mimi steaming ni kama mara moja kwa mwezi. Na nikiweka lazima niweke nyingi sana hapa, na ninazingatia, nikilala na kofia ya satini, wevo, kofia satini. Na ufanye hivyo, usivae kofia ya satini ambayo inakubana sana huko. Vaa ambayo inalegeza huko, na vaa na kofia ambayo inalegeza huko, haibani sana yani. Ni hivyo ndio vitu vikuu ambavyo utafanya, zako zote ziache ziote, usizisumbue au. oh, mara unataka kusuka, siwe unashikwa na, unashikwa na majivu, na pia unamaliza nywele Oh, mara unalazimisha kupasuka hapa palipokatika bado pa dhaifu, bado panajitahidi kutoka nje. Alafu una, unataka una na wewe pasuke pote. Kwa hiyo panashikwa na lasta pale au uzi. Eh, ngi pala tunakuja tena. Na kuna amda, ukiendelea, ukiendelea hivo, muda ukiendelea ukaendelea kufanya hivyo itafika muda kuotesha nywele itakuwa ni kazi sana sana sana. Sawa so, eh? Kwa hiyo hivyo vitu vyote ambavyo ni hatarishi sana. Naje weka unyevu kwa wakati, weka spinning kwa wakati, zingatia hapa na usipasumbue pache, suka tu pale nywele ambazo mimi zangu zinaanzia hapa hapa, sio? Unaona, kwa hiyo hizi za mbele ambazo ni katika hizi hizi sizisumbui, naziacha kama zilivyo. Nandiyo, na ndio maana zinaota. Sitaki kabisa kuzisumbua, na zihudumia na kuziacha, na zinaota vizuri tu kama ninavyoona hapo. Mpaka Januari naanza kuzisuka pamoja na nyenzie, kwa sababu kama sasa hivi tayari zinashikika hivi, lakini sitaki kuzisumbua nywele hizo hapo na zikuwa ni kipara kabisa sitaki kuzisumbua. kwa hiyo mpaka Januari naweza kuzisuka pamoja na ninzie. Nawe pia fanya hivyo hivyo, sawa mpendwa. Hivyo basi, hapo nimefika mwisho wa video yangu. Jamani, uzingatie hivyo vitu na usahau kutofollow mitandao yote ya jamii kwa majina ya Grace Beans Products. Uh, Instagram, TikTok na post kwenye mitandao ya jamii, sawa eh? na pia usahau kuwa na bidhaa bora za nywele bidhaa zetu ni bora sana, na sio bora ya bidhaa. Mikoa yote tunatuma, popote ulipo duniani tunakutumia. Wasiana nami WhatsApp kwa namba hiyo hapo, utapata bidhaa zetu. Na pia kama una changamoto yote ile ya nywele, wasiana nami pia kwa namba hiyo hiyo, utapata ushauri fasaha. Karibu sana na kutaikia siku njema. Bye, mpaka siku nyingine.